kwa hiyo wanajitahidi kucomply na tunaenda vizuri mpaka sasa hivi, hongereni. Hongereni sana. Hupo saa ngapi? Toka jana asubuhi, hongera sana hongera na pole. Hai, hongereni sana hongereni kwa kazi nzuri. Nimefurahi kuona askari wetu bado wana ari, wana moyo